Kaminne kaongeza mapato, wananchi tujitume, maendeleo yapo. Labda tuseme kingine, sanati kila kata mm. Veronica Emmanuel Constantin, nipo kidato cha kwanza katika shule ya sekondari ya Saricho. Kwa niaba ya wenzangu, tunamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutujengea shule nzuri yenye mandhari mazuri na walimu wa kutosha. Majina naitwa mwalimu Simon Ayuo Nation, makamu mkuu wa shule ya sekondari Mtana. Ninapenda kutoa shukrani za pekee kwa uongozi wa awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, hasa katika kuboresha miundo mbinu ya elimu ambayo kwa namna moja ama nyingine imeondoa adha ya wanafunzi kutembea mbali mrefu kwenda kijiji jirani kwa ajili ya kupata elimu. Tanzania, yes, um... Kwa jina anaitwa Mwalimu David Jeremiah, ni mkuu wa shule ya sekondari Bukira. Kwanza kabisa napenda kumshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali yake Dr. Suluhu Hassani kwa kutuletea shule hii ya Bukira chini ya mradi wa sekul. Shule hii ilianza kujengwa mwaka 2022 kwa lengo la kupunguza idadi ya wanafunzi kubwa kwenye shule mama ya sekondari Sirari. Ujio wa shule hii umesaidia sana, moja, kupunguza urefu wa umbali wa watoto kutembea kutoka katikati ya mji wa Sirari kwenda kule shule ya sekondari Sirari. Sasa hawaendi kule, wanakuja, wanakuja hapa ya sekondari Bukila nipo katika kidato cha ta tatu, na mimi ndiye kaka mkuu wa shule hii. Kwanza kabisa napenda kushukuru Mama Samia Suru Hasani kwa msaada aliweza kutupatia katika shule hii yetu ya sekondari Bukila, ambapo tumeweza kufanikiwa kuweza kupata viti pamoja na meza. Hapo awali awari hatukua na viti na meza, lakini kwa sasa hivi tunavyo, lakini pia pamoja na vya maabara vipo katika shule hii. Kwa hivyo basi, tunashukuru mama Samia kwa kutusaidia msaada huo. Tunashukuru sana na tunaombea Mungu ambariki na muongoze katika utawala wake. Mwalimu Michael Yusufu Shija ni mwalimu katika shule ya sekondari Nyanungu. awamu yote napenda kuishukuru serikali ya awamu ya sita iliyo chini ya Dakta Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea miundombinu mipya ya mabweni mawili na madarasa matano. Hii imeturahisishia sisi kwa kuwa tulikuwa na idadi kubwa ya wanafunzi, wanafunzi wanakaa kwenye madarasa na viti nimewanasisia wanafunzi kusoma kwa uhuru zaidi. kwa majina naitwa Jacqueline Edward Mororo, ni mwanafunzi wa kidato cha nne katika shule hii ya Nyanungu sekondari. Ningependa kutoa shukrani za dhati kwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na pongezi kwa serikali ya awamu ya sita kwa kutuboreshea miundombinu mbalimbali na kutuletea miundombinu ikiwemo madarasa pamoja na mabweni. Naitwa Ibrahim Sabai Joseph, mwanafunzi wa kidato cha nne katika shule ya Nyanungu Secondary School. Napenda kumshukuru kwa niaba ya wanafunzi wenzangu wote Dkt. Samia Suluhu Hassan, kutetea na kutuongezea idadi ya madarasa hapa shuleni kwetu ambayo imepelekea kupunguzia shida katika kupata elimu yetu. Hivyo basi mi ni kama mwanafunzi wa shule ya Nyanungu Secondary School. Napenda kumwahidi rais wetu mpenda Dr. Samia Suluhu Hassan ya kwamba shule yetu itakuwa na ufaulu bora kwa sababu tumepata maendeleo bora na ya kisasa ambayo yatapelekea sisi kufaulu. Kwa majina, naitwa mwalimu wa Tupele Wellington Mwang'onda ni mwalimu wa shule ya msingi Kiwanja iliyopo kati ya Kimambo wilaya ya Tarime vijijini mkoa wa Mara. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa awamu ya sita na uongozi wake kwa ujumla kwa kutuletea shule nzuri. Mungu azidi kuwabariki kimataifa wawekezaji wameongezeka. Tanzania ya mama Samia inang'arang'ara, Tanzania ya, ya Suluhu Hassan, mama yameremeswa. Kwa majina naitwa mwalimu Emanueli Yora Mkoba, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Karakatonga, lakini pia ni msimamizi wa mradi huu wa shule mpya ambayo inajengwa hapa. Mwaka jana tarehe 18 mwezi wa sita, tulipokea fedha shilingi milioni 351.5 kutoka serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan, wa kwa kweli watoto watanufaika sana na elimu na shule hii lakini pia jamii ya hapa itanufaika sana na shughuli hizi. Ma... Naitwa mwalimu Firmon Samuel Alei, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Getena. Aa, ninatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shule hii ilijengwa na serikali. Na shule hii awali wanafunzi hawa walikuwa wakisoma shule ya msingi Mangucha na Nyamombara. Kwa niaba ya uongozi wa shule ya msingi Getena, walimu wenzangu pamoja na kamati ya shule, tunatoa shukrani za dhati. Shule sasa ina majengo mazuri, watoto wanafurahia madarasani, mandhari ya nje inavyopendeza. Kwa kweli ni jambo kubwa sana la fahari na ambalo tunajisikia vizuri sana. Asante sana Mama Samia kwa kuleta shule hii kwenye mazingira haya. Ni mazingira ambayo kiukweli yalikuwa pembezoni na yamesahaulika. Tunashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mnara, umepata mjenzi.